Kocha anaitwa transformational coach, yani kitaalamu ni transformational coach, yani maana yake ni kocha ambaye si tu anatizama matokeo ndani ya muda mfupi, yani sio tu anatizama matokeo ndani ya muda mfupi, bali pia anatengeneza muundo mzuri wa kiuchezaji umeelewa? Yani ile muundo mzuri wa kiuchezaji tunaita uh, style of play, anatengeneza muundo mzuri wa kiuchezaji ndani ya timu ambayo pia ina, ina, ina, ina, ina implement zile mbinu za, za, za, za, za kufanya timu icheze vizuri, pamoja na tamaduni ya tim kuintroduce kui, kui, kui, kui tamaduni ya kitim ndani ya muda mfupi. Sipa, tu, tuje kwenye mbi, sifa ya pili, maana nimesema na sifa mbili ambayo ndo nitaielezea hapa, innovative strategy. Innovative strategy hii na, ina rely zaidi kwenye tim. Huyu ni kocha ambaye ana sifa hizo hizo za innovative strategy, kwa sababu kocha ambaye ana zile sifa za kuwa innovative strategy anakuwa anafundisha mpira mzuri, sio umeelewa? Eh, mpira wa kuvutia mpira ambao unavutia una eh, pira nyingi, pira ambalo lina mazagzag na nini na vitu kama hivi. Lakini vile vile anabadilisha muundo wa timu. Kubadilisha muundo wa timu ili kuweza kupata matokeo mapema, kwa hiyo, ni manake, chini ya makocha hawa, ana uwezo wa kuweka mbinu ambazo zinaweza kuibadilisha timu na kupata matokeo ndani ya muda mfupi. Uh, Ah, maneno ni mengi kweli kweli mara baada ya kutangazwa kwa eh, Bwana Pantev eh, Dimitri huyo kutokea Botswana eh, a Botswana Gaborone eh, wengine wamekuwa wakijiuliza wai meneja mkuu wa timu badala ya kocha mkuu eh, hii imekaaje kitaalam? Yeah, of course, kwanza ah, unajua bana Tanzania napo changamoto sana. Kwa hiyo Pep Guardiola ni manager, you, you can Klopp ni manager, Fadlu Davis ya Mondoka ni manager, of course, manager nafikiri ana role kubwa zaidi kuliko coach. Yaani kila manager ni kocha ila sio kila kocha ni, ni manager. Kwa hiyo wale ambao wanatumia hiyo kitendo cha manager mkuu kama kebehi, manake hawajui chochote. Manake manager ndo anakuwa na kazi kubwa zaidi au ndo cho kikubwa zaidi kuliko ukocha. Kocha hata yule ambaye anasimamia mazoezi pia ni kocha, ila hawezi kuwa kwa manager. Kwa hiyo, nafikiri ni kelele tu za hapa na pale na kwa sababu watu washaona kwamba ni kocha ambaye ame, ame, ame, ameweza kuwafanya Simba wapate shida sana kuwatoa Gaborone, sasa mpaka ikafika hatua wa watu wakaanza kumlaumu Hemedi Moroko. Ilifika hatua wa watu walianza kumlaumu Hemedi Moroko, pamoja na kwamba amepewa timu kusimamia katika mechi moja ambayo kiufundi ki, ki hawezi kuimplementi chochote. Sasa nafikiri Simba kumleta huyu kocha katika ardhi ya Tanzania ndio itawapa picha ya watu sasa halisi ya kwamba huyu kocha eh, ni kocha wa aina gani, na sasa wale waliomlaumu Moroko kwa upinzani ambao wamekutana nao watajifunza baada sasa ya huyu kocha kuanza kuwapa upinzani makocha wadogo wadogo wa nchini hapa ya. Yani ule upinzani ambao Hemedi Moroko wamekutana nao na watu wanamlaumu sasa, subiri watu ambao wamemlaumu watakuja kujifunza kwa nini kwa nini huyu kocha yani kwa nini Hemedi Moroko alikutana na ule upinzani baada sasa ya kuanza kuwanyoosha makocha wa hapa. Mmenielewa? Na sizungumzi hivi hivi. Unajua mimi mimi kawaida yangu huwa napenda kutoa na na, na, na, na ushahidi wa kila kile ambacho nakizungumza. Mnaelewa kwa sababu watu wengi jana walikuwa wananitafuta, "Oh bana, atuone uchambuzi na nini na nini." Yaani watu wamekuwa na ile shauku ya kunisikia mimi nikitia neno kuhusiana na Dimitar Pantev. Sasa niseme kitu kimoja. Huyu kocha anaitwa transformational coach. Yaani kitaalamu ni transformational coach. Yaani maana yake ni kocha ambaye si tu anatizama matokeo. Ya, ndani ya muda mfupi yani sio tu anatizama matokeo ndani ya muda mfupi bali pia anatengeneza muundo mzuri wa kiuchezaji, umeelewa? Yani ile muundo mzuri wa kiuchezaji tunaita uh, style of play. Anatengeneza muundo mzuri wa kiuchezaji ndani ya timu ambayo pia ina, ina, ina, ina implement zile mbinu za, za, za, za, za, za kufanya timu icheze vizuri, pamoja na tamaduni ya timu ku, kuintroduce ku, ku, ku, ku tamaduni ya kitimu ndani ya muda mfupi, simenelewa? pia huwa ana, analeta ana, ana falsafa za uchezaji ambazo za zinaendana na, na, na, na, na makocha wa kisasa. Unazungumzia ule mpira wa kushambulia una dominate mchezo, manake yani kumiliki mpira kwa kiwango kikubwa na kushambulia, sio kumiliki na kushambulia e, pamoja na high pressing football, ndio kitu ambacho anakifundisha huyo kocha. Ndio maana anaita transformational coach. Coach na sifa ya kwanza ya transformational coach ni kuivifanya hivyo vitu vyote nilivyokuambia ndani ya muda mfupi. Kwa wanakuwaga na sifa kama mbili makocha wa hivi, na nitakwambia kwa nini. Sifa ya kwanza ni transformational leadership. Transformational leadership zaidi, zaidi ni kwa wachezaji kwamba eh, hii ni mbinu ya kimabadiliko mabadiliko ambayo inalenga ina, ina, ina, ina zaidi kuwahamasisha wachezaji ku, kuwe, kutoweka mbele vile vipaumbele vyao binafsi na badala yake waweze kuweka mbele kipaumbele cha timu, kunawahamasisha si yes, wachezaji wawe na nidhamu ya kimbinu lakini vile kuwajenga wachezaji kuwa na uwezo mzuri wa kung'amua mbinu pamoja na kiakili ili kuweza kuwafanya waweze ku, ku, ku, seme, ku kuwa na kuingia ku, katika yale mazingira ya kiushindani zaidi. Umeelewa? Nitakupa mfano. Baada ya huyu kocha kuagwa, Baada ya huyu kocha tu kuagwa, Kafuatilie peji ya Omfile Ramwagi, kiungo bado kinda. Omfile Romiagi. Nafikiri watu wamemuona katika michezo hii miwili. Alichoandika. Sijuenelewa. Siwezi kukwambia alichoandika hapa, lakini hivi vitu ninavyozungumza mimi vipo. Ndio hilo naita kwenye transformational leadership. Kwamba huyu kocha anawafundisha wachezaji kutoweka zaidi vipaumbele vyao binafsi mbele. Wanatakuwa waweke kwanza vipaumbele vya timu mbele. Sijuenelewa. Yes. Na muda mwingine eh, achana na hivyo. Tu, tuje kwenye mbi, eh, sifa ya pili. Maana nimesema na sifa mbili ambayo ndio nitaielezea hapa. Innovative strategy. Innovative strategy hii ina, ina, rely zaidi kwenye team. Huyu ni kocha ambaye ana sifa hizo hizo za innovative strategy kwa sababu kocha ambaye ana zile sifa za kuwa innovative strategy anakuwa na fundisha mpira mzuri. Sio umeelewa? Eh, mpira wa kuvutia. Tunaita attractive attacking football. Anafundisha huyu. Sasa anafundisha mpira wa hivyo, yani ule mpira ambao una unavutia eh, pira nyingi pira ambalo lina mazagzag na nini na vitu kama hivyo lakini vilevile vile anabadilisha muundo wa timu, hubadilisha muundo wa timu ili kuweza kupata matokeo mapema. Kwa hiyo ni manake, chini ya makocha hawa, ana uwezo wa kuweka mbinu ambazo zinaweza kuibadilisha timu na kupata matokeo ndani ya muda mfupi, ndo anaitwa ma innovative strategist. Ndo huyu kocha, nitakupa mifano sawa. Huyu kocha akiwa Victoria United, nafikiri watu washazungumza aliweza kuipa ubingwa hiyo timu baada tu ya kupanda ligi kuu msimu 2023 24. Sawa, anaipa ubingwa timu ambayo ili, ili imetoka kupanda daraja. Manake ndani ya debut season kwenye top flight anaipa ubingwa, ndio inakuwa timu ya kwanza kwenye historia kuweza kutoa ubingwa ikiwa imetoka kupanda daraja. Toka eh, ligi ya Kameruni imeanzishwa haijawahi kutokea. Huyu kocha ndo anaingia kwenye record book ya kufanya hivyo na hakupata ubingwa wa kirahisi. Of course nafikiri Simba unajua kwamba ilikosa ubingwa msimu uliopita dakika za mwisho. Huyu naye ilikuwa yuko kwenye scenario hiyo hiyo, Aprili 18 mwaka 2024 katika dimba la Mbepelepe dhidi ya Stade Renard. Stade Renard alikuwa akishinda huo mchezo, anakuwa bingwa naye, ndio anakuwa bingwa wa kwanza kihistoria na yani ndio ungekuwa ubingwa wake wa kwanza kihistoria, na Victoria United alikuwa anahitaji sare au ushindi, sio umeelewa? mechi ilikuwa nzito mechi ngumu of course mpaka dakika sabini na tano victoria united walikuwa shatanguliwa mabao mawili kwa moja yani wanaongozwa mabao mawili kwa mpaka dakika sabini na tano lakini baadaye eh, kuna bwana mdogo anaitwa huyu huyu nathan dual ambaye ana, ana, ana ana ana, ana umri wa miaka kwa kipindi kile alikuwa na umri wa miaka 17 lakini controversial yani watu walikuwa wanaamini kama sio akaja akasawazisha kwa mkwaju wa penalty sl hayo mabao mawili kwa moja. Mabao mawili yote yalifungwa, eh, yani huyu, yalifungwa na mwamba anaitwa Victor Ndombaga Ndomu ambaye yeye ndo alikuwa anacheza katika kikosi cha, akawaweka mbele mabao mawili kwa moja. Baadaye huyu na Sanduala anakuja na sawazisha, wanakuwa wanaandika historia ya kuchukua ubingwa wa kwanza. Alite, al, unajua aliteuliwa tarehe ngapi? Ndio maana nakwambia innovative strategy.